Ni shughuli iliyopokelewa tofauti na baadhi ya jamii licha ya kuwa wengi wao wameona ajira hiyo si ya kupuuzwa, ikiwapatia kipato kwa wanaoifikia majumbani. Huko wakina mama wako busy ya kutusafisha o, sisi kama wanaume ambao tuna mambo vile vile mengi, basi vijana hao ndo wanapata riziki kupitia sisi. E, mi binafsi nashukuru kwa hilo kwa sababu tayari ni, ni, ni, ni mwanga wa kusafisha, sitaki nimsumbue waifu na yeye ajipambanie vyake na nami najipambania kivyangu. Mimi nadhani huduma ni huduma, unless wewe mwenyewe uwe na jambo lako moyoni, lakini kama unataka huduma unakwenda kwa mtoa huduma yoyote yule, bila kujali kama ni mwanamke au mwanaume, kwa sababu kinachotakiwa ni kwenda kupata huduma sahihi kulingana na mahitaji yako, lakini kusema kwamba sijui mwanaume mzima unakwenda kwa mwanamke akukate kucha na nini au mwanamke unakatwa kucha na mwanaume, hizo ni fikra tu, lakini sidhani kama zinatija. Hatua hii imeelezwa ni moja ya kukua kiteknolojia, ingawa matumizi ya nyembe yalihatarisha usalama na kuzingirwa na changamoto mbalimbali. Tulikuwa tunapata huduma hizi kwa kujitengenezea wenyewe, unakwenda unatafuta wembe, kabla ya teknolojia hii ya vifaa hivi vya kisasa unatafuta wembe wako, unaanza kukata kucha zako. Lakini njia ile pia ilikuwa sio salama sana, kwa sababu ilikuwa inahatarisha usalama wa miguu yako, kujikata kulikuwa kwingi, lakini pia hata uhifadhi wa zile nyembe zenyewe, kwa sababu nyembe ni, ni, ni, ni, ni kitu hatari hasa kinapokuwepo nyumbani kama haina utunzaji mzuri. Kijana Mateso Fintani ni moja kati ya wengi walioanza kujikita na shughuli hiyo hasa katikati ya mji wa Masasi. katu akufananisha kipato alichokuwa kipata wakati alipokuwa mhudumu wa duka pale wilayani Nachingwea mkoani Lindi. Uzoefu alionao kwa sasa, amekuwa mbunifu katika kupata na kuongeza wateja wake, akiwa na mategemeo makubwa ya kukuza kipato chake. biashara kwanza, hii hii biashara inahitaji kwanza uwepo mpole usiwepo na maneno mengi kinywani. Wateja wako inabidi wanyenyekee, hata kama ukamwona mteja amekukorofisha, inabidi wewe ufurahi tu hivyo hivyo, kwa sababu ukimgomea na yeye ndo anataka kukupa hela, itakuwa poa. Una feli usemi usemao, palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Hii changamoto yake, unaweza ukakutana na msichana, unamchora rangi ile rangi, baadaye tena anakuambia futa, sijaridhika nayo, unafuta mchola nyingine nayo anakuambia pia sijarizika nayo, nafuta. Baadaye nakuta unafutafuta mwisho wa picha, anafika mpaka bwana wake pale na kupotifu. Sasa kwa wanaume hakuna matatizo. Kama hivi tukikutana na elfu moja elfu moja hiyo tukifanya kazi amerizika anatoa. Ama kwa hakika matarajio aliyonayo yanaweza kubadilisha maisha anao yakusudia mtaji wangu kifupi, ujapanda na ujashuka. Nilianza na shilingi elfu hamsini wa mtaji wangu, na nikiuangalia mi naona ujapanda na ujashuka bado upo hivyo hivyo. Kwa hiyo matarajio yangu yaani yapo mengi, sio kama lipo moja e, hata kama gari kitokea, unanunua hata pikipiki unanunua. Mimi ni John Kasembe.